Naam, habari za asubuhi mtazamaji wa Global TV Online, ikiwa leo ni siku ya tatu tangu tuanze mwezi huu Oktoba mwaka huu wa 2017 naitwa Isri Muhammad na nakukaribisha na sana kwenye news updates. Wakati mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu akitibiwa majeraha ya risasi alizopigwa na watu wasiojulikana mnamo Septemba 7 mwaka huu wa 2017 nyumbani kwake mjini Dodoma. Imeelezwa kuwa dereva wake Simon Bakari asipofanyiwa mambo matatu kuna hatari ya watu hao kumuua. Akizungumza na Global TV Online, kiongozi mmoja wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambaye pia ni mbunge, alisema kuwa Simon amepelekwa Nairobi kwa sababu za kiusalama, kwani kwa mujibu wa maelezo yake, aliwaona na anawajua waliompiga risasi Tundu Lissu. Aliongeza kwamba baada ya shambulio hilo, watu hao wasiojulikana wanajua kuwa dereva yuhai na wanajua aliwaona. Hivyo, uongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kumpeleka Nairobi ni jambo waliofikiri kwa kina, na serikali inatakiwa kufanya mambo matatu muhimu. Jambo la kwanza Alisema ili kumwokoa, jambo la kwanza ni vyema dereva huyo akaishi uhamishoni ili kumwepusha na wauaji hao waliokusudia kijinai kutoa roho zao Dodoma. Mtu yoyote ambaye atakuwa na laumu kwa nini dereva wa Lissu wamepelekwa Nairobi ni wa kumwangalia kwa jicho la tatu, hajui kuwa naye alikuwa hatarini kuuawa, hajui kuwa dereva akiwa na Lissu waliwakimbia wauaji hao mara kadhaa alihoji kiongozi huyo. Jambo la pili, alisema jambo la pili ili kunusuru maisha yake dereva huyo ni kwamba serikali inapaswa kumwekea ulinzi mkali kwa saa ishirini na nne. Jambo la tatu, siku chache baada ya Lissu kushambuliwa, dereva huyo alikaririwa na baadhi ya vyombo vya habari yakisimulia jinsi alivyojinusuru kushambuliwa kwa risasi na watu wasiojulikana, na kuwafanya baadhi ya wachambuzi wa kisiasa kudai kwamba njia sahihi, polisi wanapaswa kumhifadhi kiusalama ili watu wasiojulikana wasipate nafasi ya kujaribu tena kumuua. Nilimuona kabisa huyo mtu aliyekuwa anarusha risasi, ninamfahamu. Alikuwa amevaa kapelo na miwani mieusi na kizibao, ni yule yule niliyekutana naye jijini Dar es Salaam, alikaririwa dereva huyo. Msemaji wa Chama cha Demokrasia na maendeleo Tumaini Makene alipoulizwa juu ya mambo haya matatu ya kumnusuru dereva wa Lissu, alisema kuwa wao msimamo wao ni ule ule wa mwanzo, kwamba amepelekwa Nairobi ili kupatiwa matibabu ya msongo wa mawazo kutokana na tukio lile la kushambuliwa. Msemaji wa polisi, kamishna msaidizi mwandamizi Barnabas Mwakalukwa, amekuwa akisisitiza mara kadhaa alipokuwa akizungumza na Global TV Online kwamba wao wanaendelea na upelelezi kuhusiana na tukio hilo na kushauri kwamba kuzungumzia jambo lililopo kwenye uchunguzi likiwemo la dereva huyo na usalama wake kunaweza kuharibu upelelezi.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 katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote, Global Publishers The House of Favorite Newspaper, imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers. Ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo, kutazama Global TV, kuinjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kuwa wa kwanza kuhabarika Global Publishers, The House of Favorite Newspaper.